Sina ishu na mtu, sihitaji kufanya biashara na mtu, sihitaji kumshauri mtu, sihitaji kumwokoa mtu <laughs> sihitaji kumtoa dhambini mtu <coughs> kama anatoka dhambini atoke huko huko, nakohubiri mitandaoni, atubu kwa Mungu huko huko, aendelee na Mungu huko huko. Sasa hivi sina upako wa kum, kumtoa mtu dhambini na kumwekea mkono, sihitaji kuponya mtu. Eh? Yaani sihitaji mtu nimwekee mkono kichwani. Sitaki ku, sina mchongo wowote, sina mpango, sina mazungumzo na mtu yoyote. Hey, muda ambao mimi ni uhakika nipo ni muda huu naohubiri huu. Uh, nipo na nitaendelea kuonekana nipo muda, yaani, muda wa kuhubiri wenyewe sasema, jamani zimeni kamera, sasa mambo ni ma, watajua nipo hapana. Huu uh, mtu awe na uhakika kabisa saa fulani anasimama kuhubiri yupo, eh, yule muda wa kuhubiri wenyewe nipo, muda mwingine wote sipo, nakwaga wapi? Mbinguni. Mtu akitaka kunipata anifuate wapi? Mbinguni. mda wote mi sipo, sipo. hata ukiniona wakati fulani nimepita hapa mchana, mchana nimepita hapo juu, nimetoka mbinguni, nikawa kuna kitu <laughs> kuna kitu nakuja kuona kama kiko sawa. Mi muda wote niko mbinguni, na mwajulishe tu kabisa, mwajulishe Asije mtu yoyote kunitafuta, mi napatikana muda huu ninaohubiri tu. Baada ya hapa, naenda mbinguni ndo ninakopatikana. Kwa hiyo mtu yoyote atakayekuwa na nanitafuta, o ananifuata mbinguni, nje na muda huu ninaohubiri, huu ninaohubiri ndo atanisikia napo, asije kunitembelea muda ninaohubiri. Asije kunitembelea mtu yoyote

kwa kuje, kwa kumwekea mikono na kumwongoza sara ya toba. Sina upako wa kumshauri mtu, sina yani, sina upako wa kumwombea mtu kama anaumwa, sasa hivi kumwekea mkono sina. Sasa hivi sina sina, usije kaka mkubwa, usije dada, usije mama, usije mwalimu, usije, usije, usije, sina sina. Saivi nisikiliziage huko huko, okoka huko huko, mpende Mungu huko huko Pokea uponyaji huko huko, usije usije. Sishindi hapa, na mda naokuwepo hapa ni na mda huu, nao hubiri tu wakiwepo watu hawa. Nikitoka hapa naenda mbinguni, kutoka hapo ulipo kwenda mbinguni, sio lazima upitie hapa. Anzia hapo hapo, twende tukutane, utanikuta kwa Mungu Baba, tumekaa ndo jiereshe pale, na inawezekana sio mimi. Nitakusikiliza atakusikiliza Yesu mwenyewe, na atabeba mzigo wako.